Hello mtazamaji wa Nine Sports nchini Uingereza. Wao ni miongoni mwa timu ambazo zimecheza finali nyingi. Wamecheza finali tano lakini wamebeba finali tatu tu na fainali mbili wamezipoteza, na mara ya mwisho walipoteza zidi ya Barcelona mwaka 2011. Nambari mbili ni International Milan. Hawa nao wamecheza fainali sita na wamepoteza fainali tatu na wamepewa fainali tatu. Na mara ya mwisho kubeba kikombe mwaka 2010 walipoteza na Bayern Munich. Lakini kwenye miaka ya hapa karibuni, msimu wa 2025 wamepoteza fainali mbili za UEFA Champions League zidi ya Man City na zidi ya PSG, na mara ya mwisho walipoteza zidi ya PSG hapo juzi kwa kikosi cha 5 kwa bila. Ii rekodi yakuwa miongoni mwa fainali aoasa yenye mabao mengi zaidi. Tatu ni Ajax Amsterdam kutoka pale palefran. Hawa wamecheza fainali sita, wamefanika kubeba wa tajio mara tatu mfurulizo na mara mwisho kucheza finali 1996. 96 4 Nne Benfica hawa wamecheza fainali saba, lakini walifanika kutoa tajiro mara mbili, aepotea finali tano. Nambari tano ni FC Barcelona kutoka pale nchini Spain. Hao wamebeba taji hilo mara tano, wamepoteza finali tatu, wamefika finali mara nane. Na mara mwisho kutwaa taji hilo ilikuwa ni kwa mwaka 2015, mpaka leo hajatwaa taji hilo tena. Nambari sita ni FC Liverpool kutoka pale nchini England. Hao wamecheza finali mara tisa, lakini wamefika kutwaa taji hilo mara sita na wamepoteza finali tatu. Mara mwisho kutwaa taji hilo ilikuwa ni mwaka 2018 zaidi ya Tottenham Hotspur. Isaba ni Juventus ni Juventus Turin. Hawa Hawa ni kutoka pale, wamecheza finali tisa, lakini f finali mbili tu mwaka 85 na mwaka 96. Ndio timu iliyopoteza finali finali nyingi, kwani wamepoteza finali saba za UEFA Champions League. Maginane ni FC Bayern Munich, hawa wamecheza finali 11 na wameshinda finali sita, pia wamepoteza finali tano za UEFA Champions League. Namba nane ni AC Milan hao wamecheza fainali kumi na moja wakitoa fainali tano wamepoteza fainali sita mara mwisho kutoa tajiri kwa mwaka elfu mbili na saba. Nafasi ya tisa inashikiliwa na Real Madrid pale nchini Spain, hawa ndio mabingwa kwenye upande wa kombe la klabu bingwa barani Ulaya, wakitoa kombe hilo mara kumi na tano wakapoteza fainali tatu, tulikuwa ni wao wamecheza fainali kumi na nane, na mpaka sasa ndio mabingwa mara nyingi zaidi wa michuano hiyo.